Una wasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ninaitwa Dickson Jackson Molel, afisa masoko kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB. Leo ninaleta kwenu habari njema ya kongamano letu la 16 la wataalamu wa ununuzi na ugavi litakalofanyika jijini Arusha, katika ukumbi wa AICC, ukumbi ambao utakutanisha washiriki zaidi ya elfu mbili. Zifuatazo ni ada za ushiriki katika kongamano letu hilo ambalo litafanyika jijini Arusha. Tunaanza na wanafunzi ambao watalipa shilingi laki tatu na elfu hamsini au washiriki au wataalamu waliosajiliwa watalipa shilingi laki sita lakini wataalamu nje ya taaluma ya ununuzi na ugavi watalipa shilingi laki saba na elfu hamsini na washiriki kutoka nje ya nchi watalipa shilingi, shilingi milioni moja. Na kwa washiriki watakaotufuatilia kwa njia ya mtandao watalipa shilingi laki nne. Hilo ni jambo letu la kwanza ambalo leo tumelileta kwenu, lakini la pili na la mwisho kabisa siku ya leo ni kuwakaribisha wadau mbalimbali ambao wanahisi wanaweza wakadhamini kongamano letu hili, kongamano ambalo lina lengo la kuiboresha na kuendelea kuipa chati ya juu kabisa taaluma yetu ya ununuzi na ugavi kwa mawasiliano zaidi kuhusu udhamini, kwa maana ya ewe mbau, taasisi binafsi ya umma, kampuni mbalimbali, mawasiliana na namba ifuatayo ambayo ni namba ya mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma pamoja na mawasiliano, Bishamim Alimbe. Namba yake ni sifuri, saba, nane, nne, tatu, tatu, mbili, saba, nne, tisa. Nairudia sifuri, saba, nane, nne, tatu, tatu, mbili, Saba, nne, tisa. PSPTB, tumejikita kwenye ubora.